Jua wa watu wengi hawana elimu ya lishe mm. na mimi nitaendelea kusema siku zote ya kwamba elimu ya lishe ifundishwe hadi chuo kikuu, haijalishi wewe umesoma kozi gani. Yaani wewe umesoma mass communication, sijui mm. na nini, ila usome nutrition ndio. Wewe uwe umesoma kitu chochote kile, uwe umesoma uinjinia, usome nutrition. Uwe mm. umesoma sheria, lazima kuwepo na nutrition basics mm ni sawa na sisi madaktari tunasoma mambo ya uraia. Mm. Yes, mimi mpaka nimefika chuo kikuu nimesoma uraia, keti nasoma daktari. Mm. Mwala, nimesoma developmental studies. kwa nini nafundishwa hivyo vitu? Mm. nafundishwa hivyo vitu kwa sababu ninatengenezwa ni kuwa raia mwema natengenezwa kuwa a responsible citizen. Sasa mm. hata wasomi wengine kwenye kada zingine mm, swala la lishe linatakiwa liende kule unajua Tanzania, na nchi zingine za Afrika, tunatakiwa tujikite kwenye kukinga watu ndiyo, wasiugue lakini sisi tunajikita kwenye kutibu. Miaka ijayo, tunaenda kulemewa na mzigo mkubwa, watu wanaoumwa magonjwa ya lishe mm. kwa hiyo we, unakuta mtu ni msomi kabisa, yuko ofisini anaona ni ufahari yeye kununua kiazi kilichokaangwa. mm. anaona ni ufahari yeye kununua miogo iliyokaangwa kaangwa. anaona ni ufahari yeye kununua kuku aliyekaangwa. mm. samaki aliyekaangwa na madoido mengine mengi ya upishi. mm. wakati kuna vyakula vilivyochemshwa. yeah. kuna vyakula vilivyochomwa. Kwa hiyo tunapotaka kuagiza vyakula tunapokuwa kwenye maofisini, mm. angalia vyakula gani haviko contaminated, yani havijapita kwenye madoido ya upishi ambayo yana athiri afya yako hapo baadaye mm. Kwa sababu hautakula pale pale uanze kubanwa kifua hauwezi ukala pale pale chips ukaanza kuuma magoti mm. hauwezi ukala pale pale chakula ukaanza kuwashwa ngozi. Kwa hiyo chakula kinaanza kukuathiri taratibu. Ndio maana wewe unaweza kashangaa kwamba umekula chakula, unaanza kupatwa na aleji ya ngozi, unasema mimi kila chakula fulani kinaniwasha. Hapana, ni sumu zimekuwa nyingi mm. kwa hiyo zile chache tu zinapoingia zinachokoza zile sumu zilizopo, zinaonyesha kabisa kwamba wewe sumu ziko zinamwagikia ninyi, mwili umezidiwa. Kwa hiyo ukifikia hatua mpaka unaanza kurijekti vyakula fulani, hiki kinaniletea aleji, hiki kinaniletea aleji, hiki kinaniletea aleji mm. ufahamu ya kwamba hizo aleji zimerundikana kwa miaka mingi, sasa sahivi zinamwagikia mm. Unahitaji kufanya juhudi usafishe damu yako.